Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kila biashara utaifanya. Inawezekana kuna mtu anaweza akapewa milioni tano. Anahitaji fedha ndio. Ukapewa milioni tano unaulizwa hiyo milioni tano unafanyia nini? Unasema nafungulia, nataka nifungue genge. Milioni tano ukauza genge? Kwa sababu una maarifa. Hata ukipewa ile milioni tano uwe na maarifa ya kitu ambacho unaweza kukifanya cha milioni tano. Yawezekana hata hayo maarifa au unatafuta mtu ambaye ana maarifa. Mwambie, naomba unielekeze, nisaidie hapa, ili niweze kufanya biashara hii. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji alihubiri sana hapa kuhusu hivi mikopo kausha damu. Unakuta mtu anakauka tu kila hapo. Leo unakuta mtu ana kilo <laughs> mia moja anarudi ana kilo arobaini kwa sababu ya kausha damu. Anakopa kausha damu, unakopa laki moja, ile laki moja yenyewe unarejesha elfu nne kila siku Alafu kipato chako chenyewe ni ile laki yenyewe ndio umeanzia. Alafu wewe utarajie kwa siku utoe elfu nne mwisho wa siku unajikausha, na ile ile unaoifanya inakukausha wewe, unaishia kukauka damu. Bwana Yesu asikie kwa sababu huna maarifa unaweza kujua na unapokopa kitu, kopa kitu ambacho una uwezo nacho. Uweze kukopa laki moja urejeshe elfu nne kwa siku, kwa sababu je, hiyo laki unaokopa ukurejeshe elfu nne, una shilingi ngapi akiba nyingine ambayo unaweza kurejesha elfu nne? Labda nakopa ile laki na laki 4 na ongezea ifike laki 5, ili angalau niweze kurejesha elfu nne. Ile laki ndio unayo, alafu ukate hela ya kijumbe, sijui elfu ishirini, umebakiwa na 80. Ukishabakiwa na ile 80 uje tena hapo ukafanya biashara siku, utanunua viatu pale, uje utembeze hapo tena kwa siku. Hapo biashara haijaenda kwa siku, labda unazungusha, hujapata ile elfu, unatakiwa tena umrejeshe yule baba elfu nne uliokopa. Alafu elfu nne yenyewe ndiyo la umeuza elfu mbili, unatafuta tena elfu nne kwa ziada, ukakope uongezee upate elfu nne ya kumlipa mtu. Kwa hiyo utaishia kukausha damu. damu damu ka ushia kaushwa da kwenye mwili wako ushaisha ushakuwa skeletoni, kwa sababu kishakaushwa damu ushwasiku unakuwa skeletoni kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Hata ka katika mikopo mtu anapokopa, kopa kitu ambacho una maarifa. Unajua hichi kitu nikikifanya nafanya kwa sababu nina maarifa. Sio unafanya kitu ambacho umemwona mtu mwingine kafungua biashara fulani na wewe unafungua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi naangalia katika, yaani naangalia sana. Unakuta mtu ule ukaika deni la miogo hapa, miogo anauza. Mwingine kesho anakuja anapanga miogo pale pale. Unakuta amepangana kumi, mtaa mmoja eneo moja, kila mtu huyu kaika miogo, huyu miogo, huyu miogo, huyu miogo. Hakuna hata anayewaza ngoja niweke hata maandazi, kwa sababu huyu ana miogo, mimi niweke maandazi. Unakuta unamwangalia mwenzako huyu, vipi, anatumia uchawi. Maana wewe mchawi ndo mwenyewe. Huyu kaika miogo, wewe umeika miogo, huyu naye kaika miogo. Kuna kitu kitaendelea pale? Unaishia maisha yale yale. Bwana Yesu asifiwe. Uwe unatakiwa tuwe na maarifa. Biashara unapofanya biashara, uwe na maarifa, ujue kabisa hii biashara nitakayoifanya labda mwenzakw, hapa unapiga hesabu mtahaugenge aliko sehemu gani? Unahesabu kutoka hapa mpaka sehemu gani kwenda kufuata vitu gengeni, kuna umbali gani? Hapa nikiweka genge sawa, unaweka genge. Bwana Yesu asifiwe.